Karibu katika kipindi cha malezi ya watoto, kipindi kinachohusisha wazazi na walezi. Kitabu cha Yoeli sura ya kwanza mstari wa tatu. Waarifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambie watoto wao, na watoto wao wakiambie kizazi kingine. Shule ya kwanza ya mtoto huanzia nyumbani. Elimu siku zote huanzia nyumbani. Nyumbani ndipo mtoto anaweza kufundishwa heshima, utii, kicho na kujitawala. Nyumbani ndipo misingi ya maisha ya mtoto huwekwa kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Mnyime mtoto vitu vyote, lakini mpatie haki hii. Wafundishe watoto wako kuwa wema na wavumilivu. Wafundishe watoto wako kuwafikiria watu wengine na kuwa baraka kwa watu wengine. Usisubiri baadaye, baba na mama. Mungu ametuamini kufinyanga akili za watoto wetu. Miaka ya mwanzo kwa watoto wetu ni dhamana takatifu. Haijalishi ya kwamba unasali au hausali, dhamana hii imewekwa mikononi mwako. Upana wa elimu hii ili uonekane wa maana katika jamii ni kupitia kwa watoto wako. Watoto wako wanatangaza kile unachofundisha katika jamii inayowazunguka. Wafundishe watoto wako kujua jinsi Mungu anavyoshughulika nao. Hata wageni wanapokuja nyumbani, bado unapaswa kuendelea kuwafundisha na kuwaelekeza jinsi ya kutenda na jinsi ya kufanya na kuwaheshimu wageni na kuheshimu vitu vya wageni wanapokuwa nyumbani. Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa saba: Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Hii itasaidia kutengeneza tabia za watoto na nyumbani panaweza kuwa shule ambapo kweli ya tabia inatengenezwa kufanana na ile ya mbinguni. Mungu akubariki.